Namna ya kutumia flashcards kuwapanulia wanafunzi wako ufahamu wa dunia na kadhalika eh? topic ya nutrition nitakuonyesha mfano kidogo. Habari yako, karibu tena na asante kwa kujiunga nami siku hii ya leo. Na kama ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, nimefurahi sana na ninakukaribisha uwe sehemu ya wanafamilia. Chaneli hii ni maalum kwa ajili yako wewe ambaye unapenda kujielimisha kuhusu ualimu, kuhusu malezi na kuhusu maisha yako binafsi. Karibu tujiunge pamoja. Siku ya leo nataka tuangalie namna ya kutumia flashcards eh? naamini sio kitu kigeni sana, lakini kama wewe ndio mara yako ya kwanza ku, ku, kusikia kuhusu flashcards au umewahi kusikia lakini hujui zinatumikaje, nitakuonyesha mfano kidogo tu. Zipo namna nyingi sana sana, sana za jinsi ya kutumia flashcards. na zipo aina nyingi sana ya flashcards ambazo unaweza kuzitumia. Leo nitakuonyesha chache ambazo ni spesheli zimetengenezwa zimenunua, hizi nilinunua kwa ajili ya watoto wangu kufanya nao mazoezi na, na kuchemsha ubongo zao tukiwa nyumbani, lakini hata wewe unaweza ukazitumia na zinafaa kuonesha, lakini pia unaweza ukazitumia katika masomo. Kikubwa zinatumika kwa ajili ya kufanya revision ya masomo mbalimbali ambayo unaweza kutumia, lakini kulingana na umri zipo za aina tofauti tofauti, unaweza ukatumia kwa ajili ya Ah, kuibua kumbukumbu kumbu, kama nilivyosema kuchemsha bongo, lakini pia unaweza ukazitumia kwa ajili ya kufanya revision au kujisomea kitu ambacho ulishakisoma mwanzo, iwapo wewe ni mwanafunzi. Lakini kama ni mwalimu unaweza ukazitumia eh, kama hii eh, unaweza ukaitumia kutengeneza maswali ambayo unaweza ukawauliza wanafunzi wako kwa kile kitu ambacho ulishakifundisha kwa ajili ya ku jua na kupima maarifa ambayo ulishayafundisha tayari. Sasa nitakuonyesha kidogo tu mfano eh. Kwa mfano hizi hapa ni chache, zinaitwa uh, world countries eh. Hii ni burungutu uh, kubwa sana la flash cards za dunia nzima, za nchi za dunia nzima. Unaona kwa mfano hii nimechagua chache sio nyingi eh, labda umefundisha somo fulani au unataka tu kuwapanulia wanafunzi wako ufahamu wa dunia na kadhalika eh. Kuna hii hapa inaonyesha labda nichukue za, za Afrika niwe bias kidogo. Haya. Uh, oh, ya Tanzania siko nayo karibu, lakini kuna hii inaonyesha bendera ya uh, Ivory Coast inaonyesha hapa bendera na imeandikwa namna hiyo eh, na huku nyuma utaona ah, taarifa kuhusu Ivory Coast chache za msingi. Kwa mfano hapa inaonyesha eh, ah, kwamba iko bara gani hiyo nchi iko bara gani? lakini pia mji wake mkuu unaitwaje? Lakini pia e, ina kilomita ngapi za mraba? Lakini pia wanazungumza lugha gani? Hii ni flash cards kama nilivyokuambia, hizi ni spesheli nilizinunua. Kwa hiyo ziko kuna nchi kama hii Uganda, Sudan na kadhalika, sawa. Kwa hiyo unazitumiaje? Unaweza ukamwonyesha mwanafunzi namna hii, upande ambao una taarifa za kuhusiana na hiyo nchi, unabaki kwako, unataka ujue. Je, nchi ya Uganda iko bara gani, au anazungumza lugha gani, au ina taarifa gani? Na kama anaweza kuchemsha zaidi ubongo wake, anaweza akakuambia taarifa nyingine ambazo haziko hapa, lakini pia mji wake mkuu ni nini. Unaonyesha hivi tara, kama amepata au kama amekosa mbili, amekosa moja, unamwonyesha namna hiyo. Sawa eh? Au unaweza ukaanza kumuonesha upande wa pili halafu, yeye anatakiwa aseme hii ni nchi gani? Kwa hivyo namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana ni vitu ambavyo umevifundisha darasani, lakini inawezekana hujavifundisha, unataka kuwaongezea tu fahamu, ni kitu mnacheza kama mchezo tu, lakini namna hiyo anakuwa amejua. Sawa eh? Haya, lakini kuna aina nyingine ambazo kama nilivyosema hizi ni speciali, sio lazima ununue kwa kweli, kuna tumezungukwa na vitu vingi ambavyo unaweza ukavitumia. Kuna hizi nyingine ambazo nimeprint tu kutoka mtandaoni hizi ziko kadhaa ambazo sasa nime asumu labda ni mwalimu umemaliza kufundisha uh, topic ya nutrition. Eh, hii ni biolojia kidato cha pili, topic ya nutrition, na human nutrition ni kama subtopic sawa eh? Kwa hiyo kama umefundisha somo lako kwa hiyo kuna hizi ambazo zinaendana na vitu ambavyo umekava kwenye somo lako. Hii unaona nini hapa? picha kama hii inaonyesha blood clotting. Picha kama hii eh? itarifaa nini? human digestion. alafu eh? upungufu gani huu wa minerals na kadhalika. Kwa hiyo ni summary fulani ambayo ya vitu ambavyo tayari umeshakwisha kuvifundisha na wewe unataka upime ufahamu wa kiasi gani yale maarifa wanafunzi wamekumbuka, wameandika notes, uh, umeshatoa maelezo, umefafanua. Lakini je, yeah, kwa kuitazama picha kama hii, oh, hapana, hii sio, hii sio biology. Lakini mwanafunzi akitazama eh, picha kama hii je, yeah, anaweza akakuambia hii ni kundi gani la chakula eh, kwa hiyo wewe kama mwalimu sasa, unakuwa na maswali yako nyuma ya hii picha, unakuwa na maswali hapa, umeyaandika ambayo yanalenga, kwa mfano, akiitazama hii picha eh, hapa kuna changamoto gani za lishe ambazo huyu mtu amekutana nazo, akawa kwenye hali kama hii. Kwa hiyo wewe kuwa na maswali yako kadhaa, manne, matano, sita, na ni vizuri kuwa na maswali ya nyongeza zaidi, swali la nyongeza, la nyongeza, ili mwanafunzi azidi kuchochea akili yake kufikiri, aweze kujieleza pia kwa maneno yake mwenyewe, sio kwa kukariri notes. Eh, picha kama hii, kazi yako wewe mwalimu ni kuandaa maswali ambayo uh, maswali ambayo yatachochea ufikiri wake na yeye ayajibu. Kwa hiyo kama hii picha ni hii, na unaweza ukaziweka sehemu mbalimbali. Unaweza kai, ukaiweka ubaoni, kama darasa lako sio kubwa sana, unaweza ukawa nayo namna hii, mwanafunzi wewe ukapita darasani na akaona, au anaweza akabadilishana na mwenzake. Kwa hiyo nyuma unaweza ukaandika taarifa. Kwa mfano hapa kuna, kuna nini hapa, kuna vyakula vya mafuta eh, kuna matunda mbalimbali maparachichi na kadhalika. Wewe unaweza ukauliza kwa mfano eh? Kwa mfano hapa nyuma nitaweka swali langu, uh, labda like what benefits, benefits uh, do we get from eating these types of uh, food. Kwa hiyo linaweza likawa ni swali tu la jumla ambalo ninaliuliza na ninaionyesha picha yangu kama hii basi wanafunzi wanaweza wakajibu, lakini unaweza ukampa mwanafunzi mwingine aweze ku ku kushika, labda mmoja atashika hii, mwingine atashika hii na mwingine atakuwa na taarifa za ile. Kila mtu anakuwa na taarifa na mwenzake ana check kuona kama je, yeah, ame, amejibu sawa sawa kulingana na vile ambavyo wamejifunza utauliza lakini, kama labda darasa lako ni kubwa sana eh, au labda pia una resources kwenye shule yako, kuna nafasi ya wewe, unaweza ukawa na projekta, una screen, unaweza ukaweka kwenye PowerPoint namna hii eh. Unaweza ukaweka kwenye PowerPoint vitu vyako na wewe ukawa una, una maswali na unaweza ukatumia ile namna ya, ya kuflip iweke namna hii kwenye screen au kwenye projekta basi utawauliza wanafunzi, unaona nini kwenye hii picha au hii picha inatuambia nini eh? Hii ni blood clot. Kwa hiyo blood clotting inatokea kwa sababu gani? unaweza ukauliza mwanafunzi namna hiyo. Kwa hiyo zipo njia nyingi za kureview masomo au kitu ambacho tayari ushakifundisha, lakini njia nzuri zaidi pia mu encourage mwanafunzi atengeneze flashcard zake yeye mwenyewe. Anaweza akakata karatasi, anaweza akakata vitu ambavyo vishatumika eh, kama ana manila inategemea. Anaweza akakata hata maboksi kutoka nyumbani yakamsaidia, anaandika kama revision facts, na kitu ambacho kitampa clue, inaweza ikawa picha au kitu kingine chochote. Asante sana. Kama unaelewa na namna ya kutumia flash cards kwa namna nyingine, karibu sana na wewe uweze kushirikisha namna gani ambavyo wewe pia umetumia flash cards zako. Asante.